Adui wa Wakongomani amekufa wandugu, <coughs> wa Wakongomani e, bila shaka munafahamu, munanifahamu e, huyo nimujisha Franka naongera, adui wetu mkubwa amekufa, amefia Jermani kwenye hospitali alipokuwa anajitibisha najiti, kansa. Hadui wa wakongomani hadui wa wanyarwanda hadui wa afrika amekufa. Anayomufahamu anajua hadui yake yule, ambayo hamufahamu siyo hadui yake huyo tunamfahamu sote, hakuna haja ya kumsema jina. Ok, najiuliza alimwaga damu nyingi kwa ajili ya dhahabu na mali, ataenda nazo? Najiuliza, ataenda kwa shatani? Ataenda kwa Mungu? Sijui ataenda wapi, lakini pia wale aliowaua watakutana nao kweli? Pale watakaa salama? ni magumu. Okay, kama kawaida yangu napenda kupeana mawazo na ndugu zangu, za napatikana kwenye namba yangu ya simu harama ya kujumulisha, mbili tano tano saba ine tano nane nane nane ine tisa ine. Eh, munisame sana siseme sana kwa kuwa tuko tuko bize sana, tumo tunajaza ma <coughs> dokuma ya marefugie ariyosabishwa nawe hadui wetu eh, lakini najua lina mwanzo kwa kuwa hadui amekufa, wenda tutakuja kusitisha watu warudi kwao, kwa maana tapatikana, tunajaziwa nenda Amerika, Kanada, Norvegi, Australia, Sudeni, Denmark, Finland, Finland Filipini inchi ya tatu sana sana walio karia na wengine wenye eh, sababu za irijansi. Ok, sipatikane sana kwenye rezo sosio, lakini huyo ndiyo muda, nimeshindwa kujierewa kama nitafurahi au nitalia. Kama nifurahi furahi, imekosa kama ni machozi, nimekosa kuringana, tulivyoumia sana kizuri ni kukaa kimya tukahangalia na sisi, lakini la kusema lingie kuwepo. Kwa kuwa tuliumia sana, tumekosa nchi zetu, tumekosa ndugu zetu, tunadanganywa kwamba ni siasa na sheria, kumbe siyo sheria, ni commanding and control ya dictatorship. Maelekezo ya mabebero yanazidi sheria za wananchi walizochagua lakini pia nchi zetu zinaongozwa na mabebelo wazungu, wanaongea sauti na inasikiwa nasikilika kuliko sauti ya waafrika kuliko sauti ya mwananchi e, sauti ya kigeni ndiyo inaongoza. Kwa hiyo wa ndugu zangu, kilichopo mm, tunahitaji kuwa na amani na amani tunayo sana sana. Sisi Wanyarwanda tutakachofanya ni kuongelea tutafanyaje kuishi kwenye nchi yetu kwa amani. Maana yake tatizo aliyokuwa analeta usumbufu huyo, tayari huyo ameenda. Kwa hiyo sisi Wanyarwanda na imani kwamba wengine tutaongea, najua hadui mkubwa anaweza akapoteza nchi akiwa mtu mmoja akachafua kabisa kwa kuwa na mamlaka makubwa ya wa ndugu. Sasa <coughs> wa Kongomani nawatakia amani na, na, <coughs> na tutakumbuka yara aliyotufanyia, lakini mi naweza kusema never again, siji karudia tena. Nachiwakumbusha atupashwe kulipiza kisasi, napasha kumwomba Mungu atusaidie kwa kuwa Mungu aliyotupa subira akatulindia na uhai wakati wanataka kutoa kutuua aliyokuwa anataka kutuua, wengi ametuacha tukiwa hai. Sawa, wa ndugu, salama na amani. Tusiwe na ubaguzi wa Afrika, sote ni ndugu. Muzungu aweza akajua hizo kabila zetu lakini kwa masilahi, kutuona ma ujinga wetu, kwa kuwa natuzidi sansa na teknolojia. Ndiyo hiyo yote, sasa hivyo wamo nafuata Amerika. Sifikiri hata wanaenda kwenye nchi za wazungu, sana sana nataka kuwa marifiji. Nataka kuenda kusomesha watoto. Akatuzidi na karatasi zabei za ambazo ni dola. Tuchipata madini yoyote, nafyatua karatasi nakua naunua dola, ni hadui wetu, kuja kujikombowa dola ni kazi utapata mali yoyote muzungu kaya kutengeneza karatasi zikurete mpe mali yako. Wewe utamshinda. Pia alikuwa anatudanganya kwa kutuvurugia amani ile mali zetu. Lakini muzungu anajua kwamba siasa anazotumia ni za ujinga, tribalism na ubaguzi. Afrika wote ni kitu kimoja. Bado tungekuwa tu mtu tunapigana na wazungu au Afrika wewe weusi anapigana na Waarabu. Angarawe ngiye kuwemo na logik, sababu musababu, lakini sisi muafurika kwa mwafurika tunahangariya pua, tunahangaria nini kabila ukanda? Isi ni ujinga wote wotimisi, siwezi kufanya ujinga. Pia mipaka anakudanganywe seeshi mu mipaka utumiye kabila ambaye naishi kwenye nchi fulani ruga ruga yimanishe uraia Mi naishimu mipaka yote, naishimu madaraka ya nchi za watu vizuri sana, asilimia mia moja. Wara siingirie siasa za watu N -n -n. na hangaria nayo ni hangaria, wara huwezi ukanitumia kuingilia siasa za watu ok, kira mutu acheze namba yake. asanteni sana.